Ahlan wasahlan wa marhaban bikum, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa na hii simulizi ikiwa inaitwa Mchuma Janga Hula na Wakwao sehemu ya 19. Sehemu ya kumi na nane tulipoishia, tulimuona yule askari wa kiume baada ya kuona askari Roida pamoja na Zanura pamoja na mtoto wa Zanura ambaye ni Firomena kuondoka kuingia kwenye gari na hatimaye wakaondoka. Huyu askari wa kiume aliona ni vyema zaidi, kwa vile alikuwa amepewa jukumu la kuendelea kumlinda Zanura, aliyepewa jukumu la kumlinda Zanura kutokana na ugonjwa wake wa presha ni Doris. Kwa hiyo moja kwa moja aliamua kutoboa siri ile ambayo iliyokuwa amejaribu kuificha kwa muda mrefu, kwa sababu aliona yeye inawezekana asiwe na presha kama ambavyo Zanura ana presha. Hiyo ndio maana aliamua moja kwa moja kujitutumua na hatimaye akamwambia kwamba yule wavuti sehemu alipo, maanake yupo kituo cha polisi, kwa sababu alifumwa na msokoto wa bangi. Hatimaye tukamwona Doris ameamaki na kuanguka chini, akiwa amepatwa kama na mshtuko fulani hivi, baada ya dokta kuamaki kwamba huenda na yeye atakuwa amepandwa na presha alikuja kusikia hapo hapo chini akiwa anajizungumzia yeye mwenyewe, Doris akiwa hapo hapo chini akiwa anazungumza kuhusiana na, na yale ambayo ameyasikia.